Wakalia goli sana wapinzani wako, lakini tukiachana na hilo, kuna eh, yeah, ishu ambayo imekuwa ya moto japo ni kama imepoa sasa hivi kuahirishwa, yeah, kwa mchezo wa Juni nane kupelekwa, yeah, Juni ishirini na tano. Tumezungumza sana huko nyuma kuhusiana na sakata hili. Siku zimekaribia, umebaki mchezo mmoja kuelekea eh, mchezo huo ambao umepangwa na bodi ya ligi binafsi. Maoni yako ni yapi kwa wanasimba ambao ni kama wamewasha moto sasa kukataa mchezo huo? Uh, mimi bwana niko ni tofauti na wenzangu wote, ndio na ombi langu waniwie radhi, inawezekana siwatendei haki na nini, lakini niko tofauti mimi. Ningependa Simba tukachukua ubingwa, kwa sababu mwaka huu mabingwa walikombe ni Simba na no, kuondoa kizungumkuti ili tuchukua ubingwa ni lazima tukawafunge Yanga, kwa sababu tukisema sio mechi pia haipo kama Yanga, maanake tutakuwa kati yetu na Yanga mna tofauti ya pointi moja, bingwa wanakuwa nani? anakuwa yeye. Eh, sisi tunapataje haki nyingine kutoka hapo? Kama tutaukataa mchezo, maana yake tutakubali kumpa Yanga ubingwa ambao tuna uwezo wa kumfunga zaidi ya goli tatu katika uwanja. Yaani tumeamka tu kwa sawa kimendo, tukacheze mpira zaidi ya goli tatu. Msikilize mi, my brother, zaidi ya goli tatu tunakwenda kumfunga. Kwa vigezo vipi, Seif, eh? kwa vigezo vipi kumfunga daya, daya ya Afrika goli tatu? Kaka, uliangalia juzi mechi ya timu ya taifa Uliangalia mwanaume, mwanaume Kagoma alipokuwa anakata umeme? Uliangalia Yusufu Ali Kagoma dhidi ya South Africa? Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, una midfield kama Yusufu Ali Kagoma? Hebu nisikilize, fanya rejea, kwa sababu mara nyingi rejea ndo zinaweza kumkumbusha mtu vitu vingi. Ndio, fanya rejea alafu nisikilize vizuri my brother, uki- ukikumbuka uki, uki, mechi ya kwanza kati ya Simba na Yanga goli alifunga nani? Mchezaji wa Yanga anaitwa nani? alifunga Maxi, eh alifunga maxi kwenye ngao ya jamii msimu huu hau, unazungumzia ligi kuu. Ligi kuu, asante, najua unakumbuka. Kevin Gijiri alijifunga, ni mchezaji wa Yanga wa Simba? Hii Yanga bora au ilikuwa nyingine? Ni Yanga hii hii ambayo imechukua ubingwa misimu mitatu mfululizo, ambao Simba walinyimwa penalty ngapi? Walistahili kupata mikwaju ya penalty isiopungua mitatu, ah, weka minne. Sio sio, zungumzi Simba bwana. Sasa. <laughs> E, sasa kwa nini nilitaka ujibu maswali hayo? Hapo huna kibisawala iliyempanzo timu ndo ina wiki mbili. Umenielewa vizuri? Ndio, yani hapo huna kibisawala iliyempanzo timu ina wiki mbili, halafu wenzetu walikuwa wamekamilika. Leo kuna mtu mmoja hayupo katika timu, hawa wanafungwa zaidi ya goli tatu. Nisikilize, mi sijai kudanganya, wanafungwa zaidi ya goli tatu. Kwa hiyo Simba mpeleke timu e, tunachotakiwa ni kwenda kuwafunga, alafu baada ya kuchukua ubingwa wao waliandika atuchezi ng'oo. Sisi tunachukua ubingwa, tunaambia mmecheza na kombe, tumefanyeje tumebeba. Mimi e, ndio maoni yangu. Naomba viongozi wangu wa Simba kama wananisikia, naomba e, wale wahamasishaji wa Simba Deo, kena kisumbu, dada yangu Agi, umenielewa vizuri e, kina Mnandi, dokta mchungaji eti na gibi mi takribani yote hao ni, ni jamaa zangu sana mimi, ni wasi mimi ni tofauti na wao sana, na wanisamehe katika hili mimi. E, siko tayari kuona Simba yende uwanjani, siko tayari, siko tayari lakini mimiko kundi tayari uh, safe, lakini kundi kubwa wanaona kwamba Simba wamekuwa eh um, wamekuwa wahanga na ni muda mrefu sana wamekuwa wakidharaulika na mamlaka husika kwenye michezo na huu wanaamini ndio wakati wao sasa wa kunyosha hili Hatuna haja shehe, hatumisi, ni kweli, tunadharaulika sababu e, katika ligi hii iliyopita, Yanga ilitakiwa kushushwa daraja, hii ligi tuliokuwa nayo ndio, umenielewa, kwa, kwa kushindwa kusajili timu ya ya watoto wakabebwa. Ni kweli, inauma sana, ni kweli, hivyo ndivyo ilivyo, umenielewa. E, Yanga wao ndo wamekuwa wanufaika wa udhamini wa, wa, wa GSM, ambao mwana ni mwanachama wao wamempa mpaka kadi, ni mwanachama wao wamempa mpaka kadi. Eh, eh, yaani yote kwa yote ni kweli, Yanga wanufaika. Karia aliwahi kuwapa milioni mia moja na kidogo, umenielewa vizuri. Ndio sasa, hilo ni jambo la kweli, lakini sisi tusitiki katika msingi wetu my brother, tusitiki katika, yani sisi tubaki katika vitu vyetu. E, sisi tuna slogan moja huwa tunatumia kwenye nini, kwenye, kwenye tawi letu tunasema, Simba nguvu moja. Sisi sio kama wao, na kweli, si hatuwezi kuwa kama wao na na hata serikali inafahamu, kwa sababu wakati ina, inasogezwa mechi my brother, ndio serikali ilikuwa inajua, ilikuwa inajua kwamba Simba ni watu wa starabu. Umeelewa? Ndio, eh, Simba ni watu wa starabu, watapokea hili jambo bila ya shida, na Simba watakwenda kucheza hiyo mechi bila ya shida. Umeelewa bwana? Kwa hiyo mi mimi, mimi niseme tulinde heshima kwanza, naomba tulinde heshima ya mama yetu ambaye ameamua kujitoa kulitafutia jambo mwafaka, mshauri ndo alimshauri vibaya, lakini yeah. Mama alikuwa na dhamira mbaya, vizuri, mama alikuwa anajaribu kuwaita watoto, umenielewa. Kwa kwa nini nimesimama kumtetea mama? Mama sio mtu wa mpira, hata kama ndani yake ni kweli kuli makosa yalipita, lakini si tumweshimudi mkubwa. Mimi niombe mimi niombe bradha, niombe sana viongozi wa Simba kama wananisikia, inawezekana basi yeah wapeleke timu uwanjani, tutachukua ubingwa wetu, mambo mengine yatafata baadaye, lakini tusia. Lakini wanachofia pia baadhi ya wadau wa Simba ni kwamba kama ambavyo wanaamini wao, mamlaka zimekuwa upande wa mtani wenu kwa maana Young Africans, kuna uwezekano wa kufanyika pia hujuma kwa mara nyingine, kama ambavyo mchezo wa kwanza ulikuwa, na hawaioni nafasi ya Simba kupata ushindi kwenye mchezo huo Hapana, sisi kama kuna kitu tunatakiwa tufanye kaka ndio, si tuweke sharti juu ya waamuzi, umenielewa ndio? Na kama tumepanga kwenda basi tuchukue vijeba viwe vingi mara hii, tuvikodie kosta nzima, tuchukue mbuzi eh, kutoka kie, kiende mbuzi makinjioni, hata ishirini, tuchukue na mashehe wenye kanzu, si umenielewa ndio? Eh, si tufanye hivyo, tujaze vitu vingi tu pale ambavyo hawavitaki, twende tarehe ishirini na nne tukafanye mazoezi halafu tukawafunge. Hii ya mamlaka tunaruhusiwa kuambia jamani, ailipofika huyu hatumtaki huyu, tunamtaka kwanza. Mpaka sasa, tangazieni mwamuzi, kiwezekana tuombe hata Zanziba mwamuzi mmoja pia, sisi inaweza nimeelewa kaka. E, lakini jambo la pili tuhakikishe e, tu, tunapewa haki zetu zote za kimsingi hiyo. E, kama litafanyika hilo, si tuendeni tukacheze. Mimi ombi langu ni hilo, na naomba wanasimba wenzangu wasimtafsiri vibaya. Haya ni maoni yangu na mimi ndo nilivyoona, ingawaje najua wengi wetu tumeumia sana, tumeumizwa na hilo yani, lakini hapana, si tu- tumuunge mkono. Ji mkubwa neno lako kwa wanasimba ambao, e, wao wanatamani pia mchezo uchezwe tofauti na wale ambao wao bado wanaamini kwamba kuna haja ya e, uongozi kushikilia msimamo ili kutengeneza heshima ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Kwanza kwanza, hapa ni nikushtue kidogo. Heshima ya wekundu wa msimbazi simba itatengenezwa mwakani na Mohamed, namna ambavyo wanaenda kusajili. Yaani mwakani hata ukimpa JSM kuwa refa, simba watanyoosha tu, kwa sababu wanaleta watu wana quality, hilo waondoeofu. Lakini ili tupate simu timu ya mwakani, basi tusiingie katika migogoro kati yetu na mamlaka nyingine, tusiingie katika migogoro ya kuanza kufunguliana kesi. Sisi la msingi tukubali, na hivyo nirudie tena, tukubali, tukubali kwamba tuheshimu mamlaka e. Tuendeni uwanjani tukawafunge, tuwe mabingwa e. Muhamed ameamua kuweka timu ya maana, tuna bia dola shekhe wanatuletea watu wawili yeah. tena wawili wana thamani hata ya bilioni, akipatikana inaetakiwa anakuja. Kwa nini tuanze kuingia katika migogoro, ili bia dola aone amefanya kitu kibaya? Hawa hata wangekuwa na nafasi gani? Alafu niwaambie wanasimba pia wengine wanaona tumezarauliwa sana eh. Ukweli uliopo my bro, ndio ni kuwa ukimwona mbabe anaweka biti, nguvu zimemwisha. Ukimwona mbabe naye anaweka biti yaani, e, wewe nitakukamata, ujue nguvu. Wana hao wamefanya fitina nyingi, mpaka zimejionyesha saizi sawa e, na mbabe anaweka biti hivi. Ukiacha fitina hizi, watafanya viti nyingine, hakuna Hey, basi mantiki ni hiyo kwamba hao watu wameshafeli. Sisi tusijaribu hata kidogo, tusijaribu my bro, tusijaribu. Twendeni tupeleke timu, twendeni tukacheze, twendeni tukachukua ubingwa wetu ambao tuliupambania kwa muda mrefu sana. Mimi yangu ni hayo, kuasa Wanasimba. Na nisisahau tuwe wabaguzi, unapenda dukani unataka maji brother, ulizia sasa juisi, ulizia mokola. Ukifanya hivi utamsababisha Mohamedi apate kuuza zaidi.